Yafuatayo ni madhara ya mtu kujihusisha eh, na tiba za waganga wa kishirikina, aidha waganga wa matunguli. Kwa lugha rahisi, yule ambaye hupendelea kwenda kujihusisha na tiba au kutibiwa kwa waganga wa matunguli, aidha waganga wa kishirikina, ni lazima yani, hiyo ni lazima na ni uhakika akumbane na mambo haya. Jambo la kwanza kabisa, baada ya kwenda kwa mganga wa matunguli anachokifanya eh, ni kukutengenezea wewe uhusiano baina yako wewe na mashaitani, uhusiano baina yako wewe na majini. Yani hilo ni la kwanza, lazima akutengenezee uhusiano huo. Na uhusiano huu unatengenezwa vipi? Uhusiano huu unaanza kutengenezwa mara baada ya yeye tu kumpandisha jini kichwani mwake na akaanza kuwa kama akikupigia ramli yani, kuwa akikupigia ramli. Kwa hiyo baada ya hapo kinachofanyika, yule jini anayepanda atakapokuona tu tayari alikushajua huyu ni mwenzetu, huyu ni mwanachama ameongezeka katika familia. Nakumbuka Mwenyezi Mungu ametuonya mara nyingi tutahadhari eh, na mashaitani kwa sababu wao ni maadui wakubwa kwetu, na mashaitani wapo wa kijini na wa kibinadamu. Wao ni maadui wakubwa kwetu, lakini maadui zaidi walio wakubwa ni mashaitani wa kijini. Hasa unapopandishiwa jini, jua alafu unapigiwa ramli, jua tayari huo umeshatengenezewa ni uhusiano, na yataendelea kukuandama kwa sababu tayari mwenyewe umejipeleka kwenye uadui. Hilo ni moja, lakini jambo la pili Jambo la pili ni kukuingiza kwenye mikataba ya kichawi. Unapoenda kwa mganga eh, lazima jambo la pili linalofuatia ni kuanza kukuingiza kwenye mikataba ya kichawi, kama huelewi. Hakuna mganga yoyote duniani, ndani ya dunia hii, hayupo anayetumia tiba za matunguli aidha, eh, mganga anayetumia majini asiwe mchawi, hayupo katika dunia hii Wallahi wabillahi watallahi, hayupo katika dunia hii mganga wa aina hiyo asiye mchawi. Kila mganga wa matunguli ni mchawi. Kila mganga wa matunguli ni mchawi. Kila mganga wa matunguli ni mchawi. Nimeongea mara tatu kwa maana ya kuwa nimeweka msisitizo hapo. Sasa hukuingiza kwenye mikataba ya kichawi. Mikataba hii ya kichawi wengi wanaingizwa vipi? Mikataba hii ya kichawi, moja, kuna mambo mengi sana kumwingiza mtu kwenye mikataba ya kichawi mathalani. Mtu aka, e, aka- akakufanyia jambo. Akishakufanyia jambo, anakwambia nenda kazike kaburini, kaburi la mtu wa zamani. Basi moja kwa moja huyo kakusajili kwenye mkataba wa kichawi bila wewe kujijua na wengi wameyafanya haya. Lakini wale ambao wanaokwenda kuogeshwa madawa, wanaokwenda kuogeshwa madawa kwa kulazwa kwenye makaburi eh, kwa kuchimbiwa makaburi na kadhalika, vitu kama hivyo, wanasajiliwa kwenye mikataba ya kichawi lakini wale mnaonunua kuku, mnapeleka kwa mganga wa kienyeji, anasema tuchukue damu, tukishachukua damu kata kucha zako, sijui tufanye hiki na hiki, au umepeleka tu kuku, na hivyo unaingizwa kwenye mkataba wa kichawi bila kujijua. Lakini ukiachana na hilo eh, eh, la mambo ya kuku, kwa sababu hayo ni makafara. Makafara hayo mara nyingi ndio yanapendwa na majini. Eh, basi kufanya hivi unaingizwa kwenye mkataba wa kichawi lakini, ukiachana na hilo ule kukuambia, leta kucha zako, leta nywele zako, sijui kaniletee kucha za fulani, kaniletee nywele za fulani. Hivi ni baadhi ya vitendo vinavyowashiria uchawi. Kwa hiyo unapofanya hatua kama hizo, unasajiliwa kwenye mikataba ya kichawi bila wewe kujua. Kwa hiyo kuna mambo mengi, kwa hiyo nitakuja kuelezea hii mada namna watu wanavyosajiliwa kwenye mikataba ya kichawi bila wao kujijua. Kwa hiyo anakuingiza kwenye mikataba ya kichawi bila wewe kujijua, lakini jambo la tatu ni kukufanya kuwa kitega uchumi. Hakuna mganga wa kienyeji ambaye mgonjwa atafika kwake basi akamwacha salama. Ni lazima akutengenezee dawa kuhakikisha muda mwingi una, unapokuwa na matatizo basi urejee kwake, tofauti na waganga wa tiba za dua za za, eh, tiba za kisunna, tunasema tiba za Qurani, akikusomea umepona mtaachana naye E, siku nyingine ukipata tatizo wewe uta, ut, ndio utajua utaenda au hauendi, lakini sivyo kwa mganga wa matunguli. Ni lazima akutengenezee dawa kuhakikisha unabaki kuwa mwanakilinge, umeona. Kwa hiyo ni lazima akufanye kitega uchumi, na wengi hapa wamekutana wakiwajengea nyumba waganga lakini alkadhalika, wakisomesha watoto wa waganga, wakifanya kila kitu. Mwisho wa siku wanapokuja kupata akili zao, kama akili zao zinaporejea, mtu hujiona kuwa ni mjinga. Kwa nini niliyaweza kuyafanya yote haya na hakuna nilichokivuna mimi? Eh, kwa hiyo huwa iko hivyo. Lakini namba nne, eh? Kukuibia nyota na kukufichia kivuli hii ndiyo tabia ya waganga wengi Koyo, ya wa kienyeji. Kwa hiyo moja ya jambo ambalo naweza kukufanya wewe uendelee akitega uchumi eh, ni kukufichia nyota yako. Unaweza ukafika pale una nyota nzuri sana eh, wengi wamekuwa wakiripoti matukio kama haya, anasema mimi nilikuwa nikilala nikiota vitu vinatokea mimi nilikuwa nikifanya jambo hili, wallahi linakwenda. Mimi nilikuwa nikisema neno hili, lazima Mwenyezi Mungu alikubali. Lakini bwana, baada ya tu ya kwenda kwa mganga fulani eh, nikawa nisioti tena, aidha eh, naota ndoto zangu nasahau, hapo mambo yakaanza kuharibika. Kwa nini kakuibia nyota? Ulipofika kaangalia, kaona nyota yako wewe ni nzuri ni kali, na itamfaa kwenye shughuli zake za kiganga. Kwa hiyo anachofanya ni kukuibia ile nyota yako, alafu kukutibia vitu vingine ambavyo wewe pengine hukuwa muhitaji. Aidha, ukaenda asikutibie vitu ambavyo ulikuwa wewe ni muhitaji, na kisha akachukua kwako vitu ambavyo yeye ataona vinamfaa katika kazi yake. Na ndio maana nakwambia waganga wa kishirikina ni wachawi, tahadharini. Hayo ni miongoni mwa madhara yanayopatikana, na wengi wameendelea kulia kwa sababu kama hizo za kuibiwa nyota, na wakati mwingine kufichiwa kivuli chao. Na kivuli kinafichwa kwa njia hivi mathalan, ukaenda kwa mganga wa kienyeji akakwambia, leta wembe ukaleta wembe, akakwambia simama kwenye jua, kune mwanga kivuli chako kikawa kinaonekana, akaanza kuogota vitu kutoka kwenye kivuli chako, akaogota mchanga, akaogota nini, akaogota nini, pembe zote za viungo akaogota mchanga, kisha akakwambia leta nywele zako, leta kucha zako, sijui leta mate yako, leta nguo zako akavichukua vile eh, kisha akafanya ya kufanya, halafu akakwambia tumemaliza, labda nimekuzindika, aidha fanya hivi na hivi. Halafu na ule wembe pia ukamwachia. Baba yangu, dada yangu, mama yangu, kaka yangu, umekwisha, kwa sababu ana vifaa vyako vyote yeye, eh, anavyo. Kwa hiyo anaweza akakufanya chochote, na hapa ndipo, eh, watu wengi unakutana ameenda vizuri kwa mganga akiwa na mambo yake mazuri, amekwenda kwa shida nyingine, labda shida ya kibiashara, shida ya kumtuliza mke wake, shida ya kumtuliza mume wake, lakini akaanza kushangaa eh, kuna baadhi ya mambo yanaanza kutokea katika familia yake ambayo hayakuwaepo au katika biashara zake na eh, na mambo yake mengine ambayo hayakuwepo hapo awali na ndoto zake zikapotea kabisa. Moja ya mtu ambaye, dalili ya mtu ambaye anakuwa kivuli chake hakifanyi kazi, aidha kimefichwa, kimeibiwa, hapati ndoto kabisa. Umeona? Kwa hiyo unaweza uka mchawi akakufanyia hizo mambo na mtu akikufichia kivuli, kakuharibia maisha yako yote, lakini kukufunga eh, lakini kukutupia majini. Umewahi kusikia mtu akaenda kwa mganga wa matunguli akiwa na shida ya uzazi? Wapo wengi sana kina mama, ameenda akiwa na shida ya uzazi, baada ya kutoka kwa muda mchache, siku chache, anaanza kusikia kuna kitu kinatembea mwilini, mara kuna kitu kinacheza tumboni. Kwanzia hapo wakaanza kupata magonjwa ya ajabu ajabu. Kwanzia hapo wakaanza kuota ndoto mbaya na za kutisha. Ndugu yangu tayari umetupiwa majini, wala usibishe. Na hii hufanya ikiwa ni mwendelezo kukutupia yale majini, ikiwa ni mwendelezo kukufanya uendelee kuwa kitege uchumi, kwa sababu wewe umekuja na kesi ya uzazi. Kwa hiyo ili uendelee kuwa pale, hata akikupa dawa ya uzazi ni lazima akutupie jambo lingine, na hilo jambo ndilo litalo kufanya wewe e, uendelee kuwa pale ukishughulishwa na kuzidi kutoa hela. Lakini jambo lingine ni kukufunga akili, e, lazima haya ni mambo ambayo wanayafanya waganga wa kishirikina, yaani ni lazima kwao wayafanye ili kukufanya uendelee kuwepo pale. Anakufunga akili. Kukufunga akili ni ili itakapokuwa nakwambia jambo lolote wewe unakuwa uko tayari kulitekeleza. Bwana na shida laki moja hapo unatuma baada na shida jambo hili unafanya, bada natakiwa akufanya hiki na hiki unafanya, jambo natakiwa hivi na hivi unafanya, yote ni kutaka kuendelea kuitawala ile pesa yako. Lakini jambo lingine ni kukufanya mpenzi bila ya ridhaa yako halisi. Umesikia wagonjwa wangapi wamekwenda kwa waganga baada ya kwenda kwa waganga, akajikutana ye mwenyewe hajitambui tu yaliotokea ya kutokea, basi akajikutana tayari kaisha kuwa mke wa mganga, kaishakuwa mpenzi wa mganga, haijalishi kwa wanaume aidha wanawake. Na ukiachana na hilo, wapo hata wale wanaokwenda, anaambiwa ili tuifanye dawa hii uweze kufanikiwa, ni lazima eh uingiliwe na mganga, na huku jini akiwa kichwani. Dada zetu wengi sana hata wanamume wengi wamelawitiwa, dada zetu wameingiliwa bila ya ridhaa yao eh, kwa sababu kama hizi waganga wengi wanazifanya. Yaani ni waganga wengi haya mambo wanayafanya, eh, kwa wanamume wale hasa wanaopenda mali wanamume wanaopenda mali wamekuwa wakilawitiwa, wanaopenda mali zitokanazo na majini wamekuwa wakilawitiwa sana na waganga, ili wapate mali hizo. Haya mambo yanawezekana. Haya, hayajulikani haya, hayajulikani hawasemi, haya mambo mambo yanawezekana wanaume, kwa kwa sababu hawasemi, lakini yanatokea kwa kiasi kikubwa. Wanaambiwa ili upate hii mali ndugu yangu, kuna masharti na masharti, lazima ulale na mganga jini akiwa kichwani. Mwanamume anajiuliza nitawezaje kulala na mganga jini akiwa kichwani na hali mimi ni mwanamume na mganga mwenyewe ni mwanamume? E, anapewa utaratibu na njia za kufanya, anajikutana analoitiwa, umeona. Kwa hiyo hayo ni mambo wanayofanya waganga wa kishirikina. Lakini jambo lingine e, hukutengenezea mazingira ya kukufanya uishi kwa kumuogopa e, mathalan kuna watu wengi wametapeliwa sana. Yupo mama mmoja e, yeye alikuwa na mali mali, mali, ali, aliwahi kukopa mkopo benki wa milioni kadhaa He, ili kuepusha fitna niseme tu wa milioni kadhaa yule mama, milioni nyingi alipokopa. Mkopo kisha zile pesa akawa nazo kwa ajili ya kufanyia biashara, lakini yule mama akawa anahitaji mume sasa, atampataje mume? Kwa hiyo ikabidi aende kwa mganga, kuna mganga wake aliyekuwa naye basi. Huyu mganga wake aliyekuwa naye eh, akawa akimwambia kila siku, ili upate mume, jini wangu kanambia raji, tufanye kitu fulani yule mama anatoa zile pesa, wanafanya. Ninahitaji tupate kitu fulani, wanafanya, tupate kitu fulani, wanafanya. Matokeo yake mwisho mwisho, yule mganga kala pesa, akajimarisha katika mambo yake, eh, jambo alifanikiwi. Mama akawa mkali. Baada ya kuwa mkali, mganga anaanza kumpa vitisho. Eh, kwa nini jambo langu alifanikiwi? Mama anampa vitisho. Lakini kuna ndugu yangu mmoja naye kamjengia mpaka mganga nyumba, kamsomeshea watoto, mwisho siku mambo yake hayafanikiwi, ya ndio yanazidi ya kuwa mabaya, alipo pata akili, naweza kumwambia mganga, kwa nini mimi nakufanyia hiki na hiki lakini mambo yangu yakai sawa? Mganga kaanza kumpa vitisho na tumai kamtupia vya kumtupia. Hiyo ndivyo walivyo waganga wa kishirikina na waganga wa matunguli eh, eh, anakutengenezea mazingira uishi kumogopa, lakini na jambo la mwisho kabisa, hukuharibia imani yako juu ya Mungu. E, ukiachana na hilo e, ukuharibia imani yako juu ya Mungu. E, waganga wa kienyeji wengi wamekuwa wakiwatoa watu e, kwa Mwenyezi Mungu. E, ukifika kwa mganga wa kienyeji kuna mambo ambayo ulipokuwa na imani huwezi kuyafanya, lakini ukifika kwake unaweza kujikuta unayafanya. Mathalan, umefika kwa mganga, anakwambia sasa, hili kazi ifanyike hapa, kwanza natakiwa kulingana kazi yako hiyo, kunywa kitu hiki, unapewa damu unakunywa Kitendo cha kunywa damu ni kitendo cha uibilisi na ukatili na kishaitani. Sasa unapokunywa ile damu tayari unaingiza nafsi ya kishaitani katika mwili, umeenda kidogo na nafsi ya, eh, ya kumpenda Mwenyezi Mungu. Angalau kila Ijumaa unakwenda msikitini, japokuwa siku zingine usali. Kila Jumapili unakwenda kanisani, siku zingine ufanyi maombi. Baada ya pale, hata hiyo ibada yenyewe unaanza kuichukia. Umeona? anakuharibia moja kwa moja imani ya Mwenyezi Mungu, lakini pia anaanza kukuaminisha kuna nguvu ambayo inafanya kazi zaidi ya Mwenyezi Mungu, mathalani mambo ya majini, mambo ya mizimu. Kukuaminisha kuwa mizimu ina nguvu zaidi ya Mwenyezi Mungu ni jambo la ukafiri ulio mkubwa, na ukamsikia hata Muislamu aidha aliye sio Muislamu akaanza kuamini masuala ya mizimu juu ya tayari kule ni mtu ambaye anapendelea mambo ya tiba za matunguli, tayari huyo kaisha umia. Na mwisho zaidi, waganga, hii point ya sikupendelea kuitaja, waganga wanawaroga sana wagonjwa. Waganga wa kishirikina wanawaroga sana wagonjwa, wa wana wagonjwa. E, kwa nini? unaweza kuwa ni mzima kabisa umeenda kwa mganga, mzima kabisa, au una urafiki tu na mganga, wewe ni mzima kabisa, mna ujirani na mganga, wewe ni mzima kabisa Ukashangaa mara tu ghafla kuna vimbe kubwa limetokea kwenye mguu. Baada ya kushangaa kuna vimbe kubwa limetokea kwenye mguu, umehangaika hospitali wapi siku wa siku, akakwambia mbona hilo tatizo dogo, mwa fulani, baba fulani, hilo tatizo dogo, wewe ukipata nafasi njoo. Ukaenda akakufanyia dawa, ukashangaa umepona tu ghafla. Umeona sasa kinachofanyika nini? Waganga wengi wanaweza E, mathalani, wakatengeneza madawa, siku moja nitakuja kueleza. Akatengeneza madawa kupitia kinyonga, alafu ile dawa kupitia kinyonga akaitengeneza kwa kukunuilia wewe, au akatengeneza kwa kumnulia yule. Kila mtu ambaye yeye atahitaji pesa, basi anachukua yule yule ile dawa ambayo tayari kishatengeneza, anaweza kenda mpaka kwenye e, kisuguu au kichuguu. Oh, utatengeneza wewe mazingira, nimesemaje? Kwa hiyo akaanza kuichoma na sindano ile dawa, huku anakunuilia basi kuanzia pale wewe ukajikutana, unaanza kupata maradhi ya ajabu, utakwenda popote kutibiwa hautopona, na mwisho wa siku ukienda kwake unapona kirahisi tu e. Na hata wafanyakazi wengi wa ndani wamekuwa wakifanya haya mambo e, mganga anakwambia, mganga anakwambia ili upate pesa kwa ule mganga, mroge bosi wako, ukishamroga bosi wako hapo tutatengeneza pesa. Kwa hiyo wanayafanya ya kufanya baina ya mfanyakazi wako wa ndani na mganga. Kwa hiyo wewe unarogeka, unaanza kuumwa, afu yule yule mfanyakazi wako wa ndani anakwambia, ngoje mimi nitakutafutia mtu bosi, ambaye naamini kweli tatizo lako atakusaidia. Na kweli akikupeleka kwa yule mtu, unakwenda unapona. Umeona, haya mambo tunayajua, haya mambo tunayajua kwa sababu tumezaliwa kwenye mazingira hayo, Mwenyezi Mungu akatuongoza, alhamdulillah. Kwa hiyo hakuna mganga wa matunguli ambaye siye mchawi. Hayupo mganga yoyote wa matunguli. Mganga yoyote anayepandisha majini kwenye kichwa chake huyo ni mchawi. Kubali kata na tahadhari. Haya ndiyo mambo ambayo ikiwa utamfuatilia basi yatakusibu, lazima yakusibu, na hayo ni machache tu nilokuambia. Ni mimi ndugu yako Maalim Kitabu, kwa machache hayo, assalamu alaykum wa rahmatullah kwa wale wataopenda kupata ushauri zaidi kutoka kwangu, eh, edha mambo mengine ambayo yapo kwenye kheri na haki juu ya kuongozana katika imani, eh, unaweza ukatumia WhatsApp nambari 0745 tano 0744918997 0744918997. Nambari yangu ya simu ni 0753 05 84, 20, na 7. Usisahau kusubscribe katika channel yangu hii, lakini usisahau kusambaza ujumbe huu eh, ili wengi waipate faida hii, na usisahau pia eh, kulike kwa ajili ya kulipa nguvu kwa unachokifanya. Hiki ni kizuri, basi tutosheke kwa hayo. Assalamu eh, alaykum warahmatullah.